Addini nnasiha qulna liman qala lillahi wa lirasulihi wa liaimmati almuslimina wa ammatihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kwamba dini ni mashauri, dini ni mashauri, dini ni mashauri. Amerejelea mara nyingi sana neno hili la dini ni mashauri, yani dini yetu ya Kiislam ni dini ya kupeana mashauri mbalimbali. Kutokana na hiyo usia ya Mtume kwamba tuhusiane, tupeane mashauri, kuna jambo ambalo nililiona kwamba sio sawa, haliko sawa katika madhari yake, katika jamii yetu ya Kiislamu ni pale ambapo e, ndugu zetu wanaosali katika uwanja wa stade ama uh, ustadi ya Kadutu, kila siku huwa wanasali Idi katika uwanja wa Kadutu, kama nilivyokuwa pia mimi nikisali katika huo uwanja miaka zilizopita, insha allahu taala. Kwa hiyo jamaa zetu hawa, kuna bidaa ambayo tunaifanyaga mle ndani miaka nyingi sana, yani imeshapita hata miaka ya sita. Hiyo bidaa huwa naishuhudiaka naishuhudia hiyo bida inarudilia inarudilia, kila wakati tumeianzisha sisi, Allah atusamee kutokana na jambo kama na hilo, lakini tunaona wengine waliokuja baada yetu wanaliendeleza na wale ambao tulikuwa nao wanaliendeleza pia. E, bida kama na hii ni bida gani? Miaka zilizopita tulikuwa tukisali sala ya Idi, tunakwenda kum, kumchukua imamu ambaye atakuwa khatib. Imamu ambaye atakuwa khatibu eh, ya sala ya Idi tunakwenda kumchukua eh, kongamano nzima la mashekhe, tunakwenda mlangoni, tunamchukua yule shekhe, tunakuja tunamshindikiza mpaka pale ambapo ni mihrabuni ama sehemu ambapo kaandaliwa kwa ajili ya kusalisha Uislamu. Tukifika hiyo sehemu, tukija tunamshindikiza kwa takbira: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tunakuja, tunamshindikiza tunamshindikiza mpaka tunafika pale kwenye kwenye mihrabu yake, sehemu ya mimbar, kwenye anatakiwa kuweza kuwasalishia Uislamu, tunasimama tunatawakaf. Tukisimama tunatandika kamsala kadogo kanakuaga kako hapo, wameshatayarishia tunakatandika hapo mbele, tunaanza kusali sisi na hapo, wanakuwa takriban mashekhe ambao wanaotakiwa kusali pale wanakuwa hawazidi mashekhe sita au saba hivi. Nitaonesha picha pale, wanakuwa hawazidi mashekhe sita, sita au saba ambao wanastahiki kuweza kusali kwenye swafa yao peke yao hapo, swafa ya kwanza baada ya imam tukishaenea hapo, tunataka kusali, tunasali hivyo nyuma ya, ya imamu. Baada ya kusali nyuma ya imam, huwa tunajenga swafa yetu peke yetu, ambayo swafa haijai, ni swafa ya watu sita tu. Kisha nyuma yetu ndio panakuja sasa swafa ndefu sasa ya Waislamu, wanajaa wanakuja nyuma yetu e, wanakwenda wanafatana hivyo. Kwa hivyo kadri swafa zinavyojaa na kufika mwisho wake, inshallah taala. Kwa hiyo ili jambo ni jambo ambalo tulipendelea kidogo tuweze kuliwekea bayana. Je, linaswihi katika dini kuweka swafa ya kwanza haijajaa mwe mkaanza kujaza swafa ya pili, mkajaza swafa ya pili mkaacha swafa ya kwanza ambayo bado haijajaa? Je, ina hukumu gani katika sheria yetu hili jambo? Si kwamba e, ni kwa bahati mbaya ndo huwa linatokea, hapana, bali tizama hapa uone namna mashehe wawili ambao walisali hii Idi ambayo inapita ya jana ambayo tuli, tunamaliza jana hii laidi wameisali. Wamechemsha zaidi, wanaongeza swafa mbili kabla zote azijai, kisha wanakuja kujaza swafa ya tatu. Yaani mimi nilipokuwa, tulikuwa tunafanya tu ni swafa ya kwanza peke yake ndo ilikuwa haijai, tunaeneza tunatia, tuna watu watatu wanne watano mpaka sita, ndo alikuwa wanasali hapo kwenye swafa ya kwanza, kisha ya pili ndio inakuja inajaa. Lakini leo wameongeza bidaa kali zaidi, wameongeza dozi ya bidaa. Tulikuwa tunafanya bidaa, sasa wao wanaongeza dozi. Pahala ya kuacha, wanaongeza dozi kubwa sana, wanatia swafa mbili ambazo hazijai wanatia kwanza swafa ya nyuma ya imamu, imamu wanasali peke yake, nyuma ya imam, panakuja watu wawili ambao kama mnavyowaona pale kwenye picha pale. Tizama hapa kwenye picha, wale wawili wanakuja wanaeneza swafa yao wao wawili, swafa ya kwanza. Kunakuja nyuma yao mashehe wakubwa zaidi, ambao akiwemo mufti na naibu wake sijui na shekhe mwingine pale pembeni pia wanaeneza swafa yao ya watu watatu, yaani imamu, nyuma yake panafatia swafa ya kwanza ambayo ni ina watu wawili peke yake, kisha kunafatia swafa ya tatu swafa ya, ya pili ambayo ina watu watatu peke yake, kisha panakuja sasa swafa ya tatu ndo wanajalia saa ya waislamu wote wanaijaza swafa nzima. Subhanallah, Waislamu, hili jambo limetoka wapi? Mimi ukiniuliza, ambaye nilikuwa nikilifanya zamani, tizama hapo. Mimi huyu hapa, kwenye, ninavaa, e, bazin ya blue yabl e, hapo na cheni kwenye shingo kwa sababu nilikuwa waka, kwa hiyo wakati nilikuwa katika kundi la watu wa bid'a nilikuwa zaidi nikifanya e, mambo ya kisufi, nilikuwa katika, katika mambo ya kitwarika Alqadiria e, ndio maana mnaona nilikuwa hivyo e, na hapo tunafanya tunasali hapo, tizama pembeni yangu utaona mufti uko pale na wengine pale, tunakaa hivyo katika hali ya kuonekana kwamba sisi ndo swafa ya kwanza, kisha wanaofuatia nyuma yetu ndo swafa ya pili, ya tatu na kisi zinaendelea mpaka huko mwisho. Tena stade ni kubwa sana, si kwamba tumekosa fasi ya kusalia ba la, bali tunachagua tu kila mwaka, si kwa bahati mbaya. Ninaweza nikakuletea hata pictures elfu saba zote zinaonesha kila mwaka laidi ya miaka sita tulikuwa tukifanya hivyo, na hii ya hii mwaka ambayo tumesali iidi, iidul Adha, pia wamechamsha zaidi, wanatia swafa mbili za kabla ambazo hazijaja. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema aje? Kwa sababu dini yetu hii ni ya mashauri, tutizame mtume anasema aje kusikana na jambo zima la hivi. Je, inasui katika sheria ama iswihi? Naam, tukienda tukifungua vitabu, tuanzie kwanza kwa kitabu hadithi iliyopokelewa na maimamu wakubwa eh? Hadithi ya Anas ibn Malik ambayo e, muhaddith Ibnu Daqiq Al Id ayo kwenye kitabu chake kinachoitwa Iktirahu fi bayani Al-Istilahi safha yake ya e, mia na kumi na nne so? ka imepokelewa akhrajahu Abu Daudi. Imamu Abu Daudi kaizungumza hii hadithi Usu upangaji wa swafa ambayo inapatikana katika kitabu chake cha Abu Daudi, ni hadithi nambari mia sita sabini na moja. Wan Nasa'i Imamu Nasa'i pia kaipokea hadithi kama na hii katika juzu ya pili, kitabu Sunanu Nasa'i, juzu yake ya pili, peji yake ya kia, e, tisini na tatu. Imamu Ahmad ibn Hanbal pia kapokea hadithi hii kwenye juzu yake ya tatu peji yake ya mia thalathini na mbili itakuwa ni musnad ya imamu ahmad ibn hanbal naam wote hawa wameipokea hii hadithi ambayo tunataka kuitaja yaani hadithi hii wakasema kwamba ni hadithun sahihun kwamba ni hadithi iliyokuwa sahihi hata sheikh al albani kaisahihisha hadithi kama na hii anasema Anas ibn Malik, ya kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Amesema nini bwana mtume? Anasema ya kwamba atimmu swafa almuqaddama, timizeni kamilisheni swafa ya kwanza, kamilisheni swafa ya kwanza. Ni amri hapa, atimmu hii ni fi'ilul amri ambayo ime imejengeka kwa dhamma litisalihi bilwawi aljamaa, yani sisi wote wal walfailu damiru mustatir wujuban taqdiruhu antum, atimu nyinyi wote Waislam. Mtume anasema ya kwamba tutimize, tukamilishe swafa ya kwanza kisha akaendelea kusema mtume akasema, ya kwamba thumma ladhi yalihi, kisha tuikamilishe swafa inayofuatia baada ya hiyo swafa ya kwanza yani hiyo swafa ya kwanza ambao wale wawili mnaoona pale mbele walipashwa waitimize, waislamu wajae mpaka mwanzo wa stade mpaka mwisho wake eh, ili ionekane kwamba swafa imekamilika, kisha ndo sasa hii ya pili ambayo wako mufti na wengine pia ilitakiwa ijazwe waislamu wa wajae pale kwenye hiyo swafa, waimalize mwanzo wake mpaka mwisho wa swafa, kisha ndo sasa iendelee hivyo mpaka mwisho. Mtume akaendelea kusema, akasema fama kana min naqsin falyakun fi safi almuakhari, ile ambayo mtaona kwamba kuna upungufu, ile ambayo inaweza kuwa na upungufu, swafa ambayo inaweza kuwa na upungufu wa watu, aina watu, kama vile hizi zenu mbili ambazo mmezijalia hapa mbele, mlitakiwa kuzifanyaje? Faliyakun fi safil muakhari, zije kwenye swafa za mwisho. Ndo mnatakiwa kufanya hivyo, ambayo mmevifanya swafa ambayo inaweza ikakaa bila kujaa, bila kukamilika ni swafa za nyuma, za mwisho kabisa huko, mwisho kwenye watu wa mwisho kabisa huko, katika kujiunga kwenye swafa, ndo ambazo zinaruhusiwa kuwa katika hali ya nuksan, ya upungufu. Nadhani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko wazi. Sasa aina, aina nahnu fi hadha lhadith kutokana na sala zetu za Idi tuko wapi kunako hii hadithi hmm? fa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-sala au min iqamati as-sala. Mtume amesema katika hadithi nyingine, ambayo kama sikusahau, iko katika sahihi Muslim, kwamba hakika kukamilika kwa safa ndio kukamilika pia kwa sala. Sasa sala zetu, ndugu zangu, ya jamaa alkhair Nyinyi mashehe wazima wakubwa ambao mnasali hivyo, je, ni kwa ujinga ndo mnasali hivyo, au ni kwa kejeli tu mnataka waone tu hapo mbele kwamba ndo mashehe wetu wakubwa wa mji hawa, au mnataka nini? Ya jamaa alkhair. Na wengine pale wanasifika kwa kujua, eti wanajua fiqhi sana, lakini ona wanachokifanya. Je, fiqhi ndo inakuruhusuni kufanya hivi? Kama mna dalili yoyote ile ya wanawachuoni wanawaruhusu kutengeneza swafa kwa namna mliyoitengeneza hapa, kama mnavyoona, niko tayari, tuweze nafungua majal, tuweze kuzungumzia ile jambo inshallah taala. Kwa hiyo ni sio mrefu sana. Kwa kweli, ndugu zangu, mnatuaibisha sana, mashehe zangu, mashehe zetu, eh, eh, pamoja na kwamba madhehebu yaweza ya kutafautiana, lakini sio mwasi mtume mpaka kiasi hichi. La hasha wakalla, hatuwezi kukuwakubalieni mumwasi mtume kiasi hicho inshallah taala. Kwa hiyo mwaka unaokuja jitahadharisheni kutokana na jambo kama na hili, halifai. Haifai kujenga sofa ya kwanza ambayo haijai na sofa ya pili, zaidi ya sofa ya pili, kisha na sofa ya pili hivyo hivyo lazima pia nayo ijae, kisha ndo iende nafatana hivyo. Kama mnapenda kusali nyinyi wenyewe mkijibagua kwa, kwa watu, ni bora mwende mkafanye hivyo huko nyuma ya sofa Ndo mkajalie swafa yenu almukassara, ambayo ni yenye kupungua kabisa yenye kuwa na nuksan mane, mkaifanya nyuma ya swafa huko, ili watu wote waone kama mko katikati yao, hamwenei mna timu maduda. Naam, adinu nasiha, dini ni mashauri. insha allahu taala, sisi hatujaja hapa kuwakejeli hapana, bali tulikuja kuwarudisheni kwenye haki, kwa sababu tunaona kadri miaka inavyokwenda ndo hili jambo linazidi kuchukua e, kipawa cha mbele katika kuendelezwa na katika kuongezwa na kuzushwa. Kesho tunariske tuna kukutana na swafa zinakuwa kumi, ambazo kila wale wakijichagua wawili wanakuja wanaunga swafa yao wanatengeneza tuswafa tudogo tudogo, ndo kunakuja swafa ndefu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii si katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi